kwenda kuweka mwili njiani na Hibart Lukindo akaenda kusukuma zaidi, unazungusha ule mpira na Maema kwenye nafasi, Rushen leteni fimbo halafu sogeeni mbali kabisa, Simba anachapa Rushen Deriok anaandika bao la pili kwa upande wa Simba, defender kinara kwa mabao kwa sasa. Miongoni mwa ukatili mwingine mkubwa wa mchezo wa mpira wa miguu ni ule uamuzi wa kutoa kipaumbele kwa washambuliaji kufuatia upachikaji wa mabao, mawinga kwa ubunifu wa chenga na viungo kwa matumizi makubwa ya maarifa kisha kusahau nguzo imara ya maaskari wa kweli wanaobeba mzigo mzito wa uchovu wa timu ambao ni safu ya ulinzi, ndani ya msitu wa mbuga ya mwituni, Simba Sports Club, imo nguzo ya ulinzi wa umeme ijulikanayo kama Rushine De Reuck, ambaye kwa ukubwa wa kazi yake ni mithili ya mtu wa kazi aliyeitaka na kuifanya kazi kwa weledi wa hali ya juu. Vilio vya washambuliaji juu ya ugumu wa kupenya kukatiza ukuta wa mtu huyu inamfanya kuwa miongoni mwa walinzi wa gumu na wakatili zaidi tulionao Ligi Kuu ya NBC hivi sasa. Derok ndiye kiongozi wa mstari wa nyuma wa mnyama Simba. Upeo wa macho yake huona kila litokealo mbele yake na mara zote huchukua jukumu la kuipanga safu ya ulinzi kwa kufanya mawasiliano, kutoa maelekezo pamoja na kuhakikisha kila mchezaji anashika nafasi yake. Ni sawa na nahodha mkimya anayehakikisha nidhamu inatawala kikosini. Wapo mashujaa waliowahi hudumu eneo la ulinzi wakati ndani ya Simba Sports Club ambao kwa makubwa ushawishi na jasho walilomwaga ndani ya eneo la ulinzi husimama kama alama na kielelezo cha mfano wa wachezaji wa kizazi cha sasa kwenye eneo hili. Hapa nikitoa mfano wa wakali kama George Masato, maarufu kama Ukuta wa Berlin, Victor Costa, maarufu Jumba, Boniface Pawasa na wengineo. Hawa wakinijia akilini mwangu pindi ni mwonapo Deruk anapovaa viatu vyao. Kabla ya ujio wake ndani ya Simba Sports Club, viongozi wa klabu hii waliumiza vichwa na kusumbua akili juu ya mbadala wa eneo la kati ambalo lilikuwa likitoa kitendawili kwa kila mwana Simba aliyeamini ni ngumu kupata mbadala wa wataalamu waliowahi hudumu eneo hilo kama Shemalon Fondo, aliyetimkia ughaibuni Henock Inonga Baka, Josh Onyango na Pascal Wawa. Jibu likaja ni The Rock, jiwe na mwamba wa Afrika Kusini. Badala wa mchakato ukamwangukia mlinzi huyu mwenye sifa mbalimbali ikiwemo utulivu mkubwa wa uchezaji, uzuri wa kuzuia mipira kwa staili tofauti, ikiwemo kupenya miguuni, pamoja na kufunika njia zote za mpira inapopenyezwa na wapinzani. Kimo cha beki huyu ni wastani wa futi sita nukta tatu ambazo humsaidia kupora mipira ya juu pamoja na kufunga. Ni mchezaji mwenye asili ya Afrika Kusini na aliwahi zitumikia klabu kama Mamelodi Sundowns, Maritzburg United na Makabi Petativa ya nchini Israel. Rushaini ni baraka kwa na tulizo kwa Wanasimba. Ujasiri wake ni ngome ya kutegemewa na kazi yake ni ushahidi wa kuwa kweli bidii inalipa. Nazungusha ule mpira ndani kwenye nafasi ya Zaheda, ule mjaza ndani, Rushine Deroik anaofungua msimu kwa wekundu wa Msimbazi. Kona safi kabisa, Jean Sharawa anakwenda juu, akitazama kwa macho yote mawili ule mpira pasi ya Mwevery Coast inamalizwa vyema kabisa na Msauzi kwa heda, lakini Selemani Matola. Mwandishi wa makala hii si mwingine bali ni mguu wa dhahabu Sherifu Bayona, nami msimuliaji wako ni Rokaya binti Wambugita <coughs> <FM. tos>